Eh, ni taarifa mbaya uleka mwishoni, lakini pia unaweza kuona umuhimu wa hii michezo ya ligi ya Tanzania bara. Ni so far michezo mingi simba jicheza, kwa hiyo na yanga anataka kuzidi kushinda ili kujihakikishia nafasi ya kwanza iko pale, lakini pia na kuondoka na ubingwa wa Tanzania bara ni mara nne, tulizo kama fani kufanya hivyo. Kwa hiyo kuumia kwa Aucho nilita athari kidogo kwa kufahamu namna ambavyo kikosi cha kocha e, merudi Hamdi mm. kwa sababu kama Aucho atakuwa nje zaidi kile kikosi cha Yanga, pia kuna hiyo changamoto kwamba pia, namna ambavyo ukimkosa Aucho e, kwa muda gani ambao utarejea, kwa sababu unakumbuka atua nafasi ile, pili vile anaingia kwa muda mrefu sana mm. alikuwa nje uwanja sofa e, kurejea kwa Aucho moja kwa moja na muumia. Kwa hiyo kunao wasiwasi. Wajui je, wachezaji ambao walikuwa nao kwenye benchi na watakuwa na lazima kwa sababu kama ameumia Aucho mm. pia hapo umbei upate injury mwingine. si ndio? Kama ikitokea umempata umepata injury nyingine katika eneo la kiungo, mm. ni changamoto nyingine tena hiyo ambayo pia itakufanya wewe kama mwalimu uanze kufikiria kwamba mtoe nani akae nani. Kwa hiyo kuumia kwa Aucho e, itajitamani namna ambavyo pia kwa